DW. Habari za Afrika. Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine atafanyiwa upasuaji siku moja baada ya kujeruhiwa mguu katika tukio la vurugu ambapo chama chake jana kiliripoti kwamba alipigwa risasi. Wakili wa mwanasiasa huyo George Musisi amefahamisha leo Jumatano kwamba hivi sasa hayuko katika hali mbaya, ingawa kwa mujibu wa madaktari atafanyiwa upasuaji kuondoa vipande vya bomu la kutoa machozi lililompiga mguuni. Musisi amesema inaonyesha kwenye tukio hilo polisi ililenga kumdhuru mwanasiasa Mwanasiasa huyo Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine alipelekwa hospitali ya Nsambya akiwa katika maumivu makali. Jana polisi ya Uganda ilisema itaanzisha uchunguzi juu ya tukio hilo. Beijing, Shirika la habari la China limeripoti leo Jumatano kwamba China, Tanzania na Zambia zimesaini makubaliano ya mwanzo kuhusu mradi wa reli unaolenga kuimarisha mtandao wa usafiri wa reli na bahari katika kanda ya Afrika Mashariki. Rais Xi Jinping pamoja na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwenzake wa Zambia Hakainde Hichilema wamesaini mkataba huo wa, wa maelewano mjini Beijing, ambapo viongozi hao wanashiriki mkutano wa ushirikiano kati ya China na Afrika ulioanza leo. Shirika la habari la China limesema nchi hiyo iko tayari kutazama mkutano huo kama fursa ya kupiga hatua mpya ya kufufua ushirikiano wa reli kati ya Tanzania na Zambia ili kuimarisha mtandao wa usafiri wa reli na bahari kwenye kanda hiyo. Mwanzoni mwa mwaka huu Benki ya Dunia iliidhinisha dola milioni 270 za kusaidia kuimarisha usafiri wa reli kati ya mataifa hayo jirani Tanzania na Zambia kunyanyua biashara kwenye eneo hilo. Rais Xi Jinping atawakaribisha zaidi ya viongozi kumi na mbili wa Afrika katika dhifa ya kifahari ya chakula cha jioni mjini Beijing leo Jumatano, akiufungua mkutano huo wa kilele kwa ahadi za ushirikiano katika sekta ya miundombinu, nishati na elimu. Bamako mshirika wa waziri mkuu nchini Mali aliyekuwa amefungwa jela kwa tuhuma za kusaini waraka uliokuwa na ujumbe wa kukosoa utawala wa kijeshi nchini humo ameachiliwa huru. Bubakar Traore, mshirika wa waziri mkuu Kokala Maiga, alitiwa jela mwishoni mwa mwezi Mei baada ya kutuhumiwa kwa kosa la kukosoa mpango wa utawala wa kijeshi wa kutaka kubakia madarakani kwa miaka mingi. Mwezi Julai alihukumiwa kwenda jela mwaka mmoja na mahakama ya mjini Bamako kupitia kitengo kinachoshughulikia kesi za uhalifu wa kimtandao. Jumatano wiki hii mahakama ya rufaa, Jumatatu wiki hii, kunradhi, mahakama ya rufaa rufa ilipunguza kifungo hicho na kumpa miezi mitatu ya kukaa jela, lakini hatua hiyo imempa fursa ya kuachiliwa huru kano Takriban watu 81 wamefariki na wengine wengi hawajulikani waliko baada ya shambulio lililofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Boko Haram katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria la Yobe. Maafisa wa eneo hilo wameliambia shirika la habari la AFP Jumanne kwamba watu kiasi mia moja na hamsini wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa Boko Haram wakiwa na silaha waliushambulia mji wa Mafa wakiwa kwenye pikipiki piki zaidi ya hamsini mnamo usiku wa Jumapili. Waliwaua watu wengi na kuchoma moto maduka mengi pamoja na makazi. Maafisa wamesema hadi sasa bado hawajabaini idadi kamili ya waliouawa. Wahanga kumi na tano tayari wamezikwa huku watu wengi wakiwa bado hawajulikani waliko. Na hatimaye, michezo. Johannesburg, Mechi za kufuzu kwa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 zitaanza leo Jumatano. Leo ni zamu ya timu nane kushuka dimbani ili kutafuta tiketi ya kufuzu kwa michuano hiyo mikubwa barani Afrika itakayoandaliwa nchini Moroko kuanzia disemba 21 hadi Januari 18. Timu ya taifa ya Sudani itakuwa na kibarua dhidi ya Niger, wakati Tanzania Taifa Stars itakuwa uwanjani Benjamin Mkapa kucheza na Ethiopia, huku Libya ikichuana na Rwanda. Kwingineko, timu ya taifa ya Nigeria inayoongozwa na kocha wa muda Augustine Iguavon itachuana na Benin siku ya Jumamosi. Von amechukua nafasi ya kocha raia wa Ujerumani Bruno Labadia aliyeripotiwa kubadili mawazo ya kuinua timu hiyo kutokana na kutoelewana na shirikisho la soka la Nigeria juu ya malipo. Labadia, kocha wa zamani wa klabu kadhaa zinazoshiriki ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga, alikuwa amepangwa kuchuana na Mjerumani mwenzake Gernot Rohr aliyeongoza Benin kupata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Nigeria miezi mitatu iliyopita katika mechi ya kufu kufuzu kwa michuano ya kombe la dunia. Mwisho wa habari za Afrika kutoka Bonn.